Mimi ni trainer, naweza kusema kwamba kwa Zanzibar nimebezi sana katika swala la kufunziwa mazoezi. Ina maana ni mwalimu mzuri wa masuala mazoezi ya kiafya, kwa sababu tukilinganisha na vyakula tunayokula sumu tunazozalisha mwilini, inamaana lazima zipatikane mbinu mbadala ya kuweza kuzitoa zile sumu zenyewe. Kwa hiyo nikaona ni vizuri kwa kuwa kuna kitu ambacho ninacho wengine hawana, kwa hiyo nikaona bora niamue kwa personal trainer. Kwa hiyo ni personal trainer ambaye nabezi kufanya hata hata za kama napata mwaliko sehemu fulani nafanya pia collaboration na pia ni bodybuilding pia, kwa nafanya mazoezi kwa afya yangu na pia nafanya mazoezi kwa ajili ya watu wengine. Okay. Na safari yako hii ya uh, <coughs> fitness mpaka kuja kuona kabisa kwamba mimi naweza nikawa trainer wa fitness ilianzia wapi? Swali zuri. Swali zuri. Na maana before nilikuwa nafanya mwenyewe nilikuwa sina ndoto ya kusema kwamba nitakuja siku moja kwa, mba, kwa mwalimu mzuri watu wengine, ila nilikuwa nafanya mwenyewe, na pia nilikuwa nikijifunza kila leo ni mazoezi gani ambayo natakiwa nifanye, na kila nilivyokuwa nafanya nikajikuta kile, kile kitu, nakipenda, nakipenda. The nikasema kwamba tayari nimeshajua kwamba nina kitu. Kwa nini nisiweze, nisiwezi inspire wengine? hey, like kwamba afya ni kila kitu yeah. Ambacho amba basi nikasema kwamba hichi ni kitu ambacho Mwenyezi Mungu amenijalia kwa hiyo ilianza kama passion, ni kitu ambacho ni passion umekipenda, la baadaye imekuja kama source of income na exactly. yeah, yeah, yeah, sababu ilianza kama passion na pia sikuanzia huko, kwa sababu wengi wanajua kwamba nilitoka kwenye trainer moja kwa moja no. Nilianza na masuala ya michezo michezo, ilianza kwenye saraka sarakasi, nikatoka huko nikaja kwenye masuala ya dancing, nikatoka huko nikaja katika masuala ya models. Lakini kitu ambacho kilinivutia sana katika swala la mazoezi ni kuimarisha afya na misuli iliyokuwa imara kama mwanaume, kwa hiyo Nipo bezi sana hapa, nikasema kwamba hapa naweza kukochi watu wengine, kwa sababu tayari najua nina kitu, yeah, ambacho wengine hawana. Moja ya vitu ambavyo nimevutiwa sana na wewe ni wepesi wako. Unajua, wa mtaani wanasema kubeba vyuma